Birthday ya Billnass na leo pia Nandy kazindua katoa video ya nyimbo yake ambayo inatamba sana huko mtandaoni, No stress officially kaitoa leo. Okay, but this video it's all about birthday ya Billnass ambayo kaenda kushare birthday yake, wameenda kusherekea ya Arusha pamoja na familia yake. Okay, guys kama we ni mpya kwenye hii channel basi usisahau ku subscribe for like and comment ili kuwa wa kwanza kupata update za wasanii okay. So hapo akiwa na mwanaye wanaelekea kwenda kupanda ndege ili waelekeza huko kwenye vacation ya birthday okay. Hapo washafika wamekuwa welcomed wa Nandy na Billnass washafika Arusha, wamepakizwa hapo kwenye magari hayo ya watalii. Picha zao hapo mnaziona kwenye hiyo gari, umeona kuna picha yao hapo eh. Ukaribisho mzuri sana huko Arusha, yani hadi raha. Okay, huyu ni dada wa wa mtoto wao e. Nandy na Billnass, huyu ni dada wa mtoto wao anayewalelea mtoto wao Okay, hapo wako hotelini tayari na hiyo ndio ilikuwa welcoming. Let's watch this lady kidogo hapa. Wewe? Ya, yeah, inatosha hiyo video. Okay, hii ndio view ya place ambayo wamefikia. The very big swimming pool as you can see na hizo mm, nyumba hizo si ni apartment hizi, very nice as you can see. Yani ziko za kitalii zaidi. Okay, this is the night of the party. Hapo walikuwa wanasherehekea au wadada tena walikuwa wanacheza, it's dinner time. Yani kiufupi dinner time, kwa hiyo birthday inaendelea hapo kwenye dinner time. Ameona well, Billnass alivyokuwa na enjoy African dance ya hawa dada. Hapo walikuwa wana make African dance kama entertainment ya hapo hotelini walipofika huko huko mashefu wakiwa wanaprepare dinner, no? Mnaona mavyakula hayo, kama yote hiyo ni special dinner just for them, mavyakula hapo mbali mbali yanawasubiri wao. Ya na hapo wanatengeneza wanaita fire nini hiyo, nikumbusheni hapo, nimesahau. Ya iko kwa ajili ya kuota moto, kwa sababu huko kuna baridi wanatengeneza hiyo fire fire banks wanaita fire nini? Yep, yeah, that's that's the look at the dinner table. Hiyo decoration iko iko simple, iko na white and red, as you can see. Okay, let's watch this Kufungua champagne ukafika. Mm, party goes with champagne. Kwa hiyo hapo wana wanafungua hiyo champagne kutoast for uh, yeah, yeah, Billnass's birthday. Sure. <laughs> It really okay. Yeah, let's watch it. Hapa tuone anamtilia kwanza birthday boy. Mm, then Nandy anaekewa na yeye yeah, and they're making a toast, kama mnavyoona po na watu ambao wako nao yeah. Na hapa watoto wamelala, hii ni ya wakubwa tu, hakuna watoto okay. Hii ndio ilikuwa birthday wish ya Nandy kwa mume wake Billnass nataka niwasomeheni hapa inavyosema, well, inasema hivi. Kaanza na my love, kuna neno jingine naweza kusema zaidi, anakupenda? Akaweka na question mark pale, akaendelea we grow together wow. Usiamini, nasherekea ya siku yako ya kuzaliwa mara ya saba sasa. Please stay forever. You are my last, akaweka nini, love emoji akaandika na happy birthday, akatag pale Billnass. Ya huo ndio ujumbe mzuri sana kutoka kwa Nandy kwenda kwa Billnass, miaka saba sasa. E, this is so big eh, ukizingatia na sekeseke lililotokea seke hapa juzi, kishindo cha jana cha Zailissa kuachana na Haji Manara, lakini hawa wako together for seven years Well, hiyo ndo ilikuwa birthday ya Billnass eh, akiwa na familia yake kama nilivyoonyesheni, akiwa yuko na mwanaye na mkewe na pia nani, dada wa mtoto wao, wakiwa wako zao Arusha, wameenda ku celebrate birthday. Hatujui uko kesho watafanya celebration gani lakini for today, hii ndiyo aliyotuonyesha their celebration. Na Nandy kapendeza sana hapo na hiyo outfit yake, na msisahau kwenda kuangalia nyimbo yake mpya aliyoitoa, very nice. Well, hatujaona pia specific zawadi ya Nandy kwa Billnass eh, though Billnass alimzawadia Nandy zawadi ya gari siku ya birthday yake, lakini yeye bado hatujaona atapewa zawadi gani. We should wait and see kama kuna zawadi yoyote atapewa na Billnass. Yeye amesema kwamba uwepo wa mke wake ni zawadi tosha kwake, kwa hiyo yeye hataki mambo mengi. Akiwa na mke wake, akiwa na furaha na ndoa yake, basi for him hii bwana mimi naipenda sana. Haina matashtiti, haina vurugu, vurugu. Hata kama wanagombana basi hautajua, wanagombana tu wenyewe ndani kwa ndani. You know, kuna, kuna hawa wasanii wengine wanakuwa wako serious na relationship zao, alafu wengine wale wenzangu na mimi they are just, wako just for show off, wa show off tu. Yuko katoka na mwanamke huyu anashepwa eh, ana shape ana nini, hiyo wao ndio ndio furaha yao hawanakuwa hawako serious kwenye relationship zao, ndio maana most of them hawadumu, wanaachana tu mwaka, miezi, relationship imekufa, because everything wana wanataka kushea huzuni, furaha, wanataka kushea na watu. Lakini wengine kama hivyo wanagombana, huwezi kujua, hata wakigombana, wakifurahi, huwezi kujua, kila kitu chao